kodi ndi mmene mafuta akwelelamo a Malawi achite bwanje kuti moyo pitirire kuyenda bwino Zimachedwa so. Eh zimachedwa bwezi pano pamwe natita zolowera kale kuti mafuta ndo ndo okwela ndi tumonga ngati mene alili maiko oti zungulira. anthu amataka amachoka ku South Africa akuloda katundu kuno apeza wona kuti amatsiriratu mafuta ambiri mbiri potenga wona kuti kwathu kuno mafuta amarani amachipa. pamene maiko anzathuwa ndiotani kodi ndiwodula nde <coughs> kudula kwa mafutaku zili bwino kukwera kwa mafutaku ndikuti kuthandiziraso zinthu zimene zili zokwera kale kuti inonso moyonso ufikenso polimba chifukwa tikaona ndimene moyo wokuyendera ku Malawi ndekuti ino tikalankhua kuti chotchipa padakale panopa ndi chimanga chokha chimene tikhozaukona pa ground kuti chimene chachipa koma kuyang'ana katundu amene timagwisa nchito siku ndi siku ngati sopo ndi zina zimene zimathandizira moyo wa munthu kuti munthu akhale munthu kuthupi ndekuti ndikuti ndi zinthu zonse nizodula so kudula kwa mafuta kuti mudziwe kuti tidziwe kuti no tiyembekezebe kuvutikabe